Hata mbuyu mkubwa wenye pande la unene, urefu wa kwenda juu, nao ulianza kidogo kidogo, taratibu kama mchicha. Kipindi cha nyuma, tulikuwa tunafata huduma mpaka hospitali ya rufaa kule Mbeya, lakini baada ya kuongezeka kwa huduma, nadhani huduma zingine zinamalizika hivyo, hata ukombozi wa wananchi kwa hospitali ya kutibu na kulinda afya zao ilianza kwa udogo miaka mingi iliyopita, mwaka 1974 ndio hospitali ya rufaa ya mkoa na yenyewe ilianzishwa, sio kama ndio ilijengwa, ilianzishwa kwa sababu ilitoka kwenye hospitali iliyokuwa hospitali ya wilaya. Jengo la kwanza ilikuwa ni CT scan, kisha punde likainuka jengo la kurejesha tumaini kwa wagonjwa wanaohitaji usaidizi wa kupumua, hospitali hii ikawa na jengo la kuanzisha hewa tiba. Jengo la kwanza ambalo limejengwa hapa ni jengo ambalo sasa hivi linatunza kifaa cha CT scan. Eneo la pili ni eneo la mtambo wa, wa kufua hewa tiba. Miongoni mwa sehemu muhimu hospitalini ni kwenye wodi ya uangalizi maalum ICU, sehemu ambako watu hupambania maisha yao, madaktari hutumia utu na taaluma zao, kisha Mungu hurejesha afya taratibu. Tulifanya ukarabati wa eneo lililopo, lakini cha pili tuliipanua kwa sababu ilikuwa iko ndogo, tukaipanua ikawa, ikawa kubwa zaidi kuliko ile ilikuwepo awali. Sema yote lakini usisahau watoto ndio taifa la kesho, wanapaswa kutunzwa na kutazamwa kwa ukaribu. Ndiyo maana hospitali ya Rufaa Sumbawanga wakaboresha na kuitanua niku na eneo ambalo sasa hivi tunatunzia tuna watoto wachanga au tunaliita niku, ambao linatumika kwa sasa. Sio eneo kubwa sana, lakini na lenyewe tulilifanyia ukarabati, na ndio ambao linaendelea kutumika wodi ya wa wachanga. Hapa tunahudumia watoto njiti pia na watoto wachanga waliozaliwa wenye siku moja mpaka siku ishirini na nane ambao wana matatizo mbalimbali mbali. Kwanza kabisa katika miaka minne ya uongozi wa Mama Samia nguvu kazi ya wafanyakazi ameweza kuajiri wafanyakazi wa kutosha ili kuwahudumia wagonjwa. Pia tunashukuru ametuwezesha kwenye vitendea kazi, tuna vifaa tiba vya kutosha kuwahudumia wagonjwa mbalimbali. huduma za hapa huduma za hapa ni nzuri kwa kweli, tunashukuru madaktari wanajitahidi. Mimi na, nashukuru tu Mheshimiwa Samia na kwa serikali yake kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru uwekezaji aliofanya. Vifo vya mama na mtoto sasa hivi zimepungua. CT scan, x-ray, ultrasound pia zinapatikana na kutumika na wakazi wenye uhitaji kwenye mkoa wa Rukwa. Eneo la, la, la, la CT scan tulijenga, lakini kwenye eneo hili la kufuatwa vipimo vya mionzi sio CT scan peke yake, iko pale, kuna x-ray na ultrasound ambazo ziko pale sasa tulijenga eneo kwa ajili ya kwa ajili ya CT scan hapo mwanzo. Katika hospitali yetu rufa ya rufaa ya mkoa Sumbawanga, tulikuwa tunatoa huduma za radiolojia, lakini tulikuwa hatuna vifaa vya kisasa. Tunashukuru kwa sasa tumepata vifaa vya kisasa ambavyo vinaweza kutusaidia kutoa huduma kwa ubora zaidi. Tuna mashine za x-ray, ultrasound pamoja na, na CT scan. Jitihada na mapambano yanahitaji watu, ndiyo maana Waswahili husema shughuli ni watu. Ongezeko la watumishi Hospitali ya Rufaa Sumbawanga ni chachu ya mafanikio kwa kutoa huduma bora. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja tulikuwa tuna wafanyakazi mia mbili themanini na saba. Hapa sija sijaongelea kada tofauti tofauti, nimeongelea jumla tu. Walikuwa mia mbili themanini na saba. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne kwenda mwaka elfu mbili na ishirini na tano na wafanyakazi mia nne kumi na tisa, kwao ni ongezeko la zaidi ya wafanyakazi 130 katika kipindi hichi katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa, wa, wa, Sumbawanga. Nilipata ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa kumi. Manake ni mimi ni mmoja wanufaika kwa ajira za Mama Samia, katika ki kipindi cha miaka minne. Nimekuwa hapa kwa takribani mwaka sasa, ambapo shughuli kama ku kuelimisha wagonjwa kuhusiana na matumizi sahihi ya dawa katika wakati sahihi, pia kuzungumza nao kuhusu madhara yanayoweza kutokana na dawa. Baada ya vipimo, kinachofuata ni dawa. Lakini vipi, hofu inapotawala kuhusu kukosa dawa na kujua utateseka na ugonjwa? Huko tumeshatoka, sababu sasa hospitali ya rufaa Sumbawanga dawa zinapatikana kwa asilimia 95, yaani matibabu uhakika na dawa uhakika. Upatikanaji wa dawa kwa mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na moja kwa wastani sasa, panaongelea kwa mwaka mzima, ilikuwa ni asilimia 81 kwa mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na moja lakini tumeweza kwa juhudi nyingi zilizofanyika, lakini napenda kusema kuwa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano ilitoka kutoka asilimia 81 mpaka tumefika asilimia 95 dao, tu ya upatikanaji wa dawa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Sumbawanga. Kwenye enzi zake akitafuta elimu, mganga mfawidhi anasema alikuwa anaiona tu kwenye kurasa za vitabu, lakini leo wananchi wanaofika kwenye hospitali anayohudumu wanaitumia CT scan. Kipindi nasoma nasoma nilipokuwa CT scan, mimi nilikuwa naisoma kwenye vitabu. Uh, upatikanaji wake ulikuwa ni mgumu kidogo miaka mingi, lakini ulikuwa ni mgumu CT scan. Sasa hivi ipo Sumbawanga. Sumbawanga ni kati ya mkoa ambao mmojawapo uko pembezoni sana huwa na CT scan, ukilinganisha na sehemu kama Dar es Salaam au Arusha, sasa hivi ipo Sumbawanga na inafanya kazi. Teknolojia ya X-ray imezidi kupaa, lakini tuna digital X-ray. Sina uhakika Nasemaje ya Kiswahili X-ray ambazo hauna haja ya kusafirisha au haja kufanya nini. Lakini miaka minne iliyopita tulikuwa tuna ultrasound moja tu hospitali nzima ambayo inahudumia watu wote. Kwa sasa hivi tumepiga hatua kidogo, labda sio sana, lakini tumepiga hatua. Tumetoka kwenye ultrasound moja tumeenda kwenye ultrasound ziko tatu, na mojawapo iko kwenye kitengo cha dharura. Uwepo wa hewatiba umepunguza safari za kwenda jiji la Mzizima na kuongeza muda wa utendaji kwenye hospitali. Tulikuwa tunapata hewa tiba kutoka Dar es Salaam miaka minne iliyopita. Inabidi utoe gari hapa limebeba mitungi all the way kilomita elfu moja mia mbili likachukue hewa tiba Dar es Salaam lijaze. Kuwa na mtambo huu ni mapinduzi makubwa kabisa. Je, unajua kuhusu kichomea taka? Vilevile, kwa sasa tume, tuna kifaa kingine kichomea taka cha kizuri kabisa hapo. Uh, nyuma tulikuwa tunahangaika na kichomea taka ambacho kilikuwa hakina sifa, lakini kwa sasa hivi tuna kichomea taka. Unaweza mkaangalia kichomea taka mkaona kama sio kitu kikubwa, lakini hospitali kila siku inazalisha taka ambazo zinahitaji kwenda kwa ajili ya kuteketezwa. Sasa hivi tuna kichomea taka ambacho ambacho kiko kivizuri uwepo wa maabara yenye ithibati maana yake kuna usahihi na uhakika wa vipimo kwa asilimia mia moja. Maabara yetu ipo na maabara yetu kwa sasa ina ithibati ya nani, inaitwa Sadicas. Hii inatokea Afrika ya Kusini kwao. Watu hawa kila baada ya muda fulani wanakuja kwa ajili ya kutu, kutukagua na kuangalia kuwa tunafikia vigezo kwenye upimaji wa kwa vipimo vyetu kwenye ithibati ya kimataifa, tulikuwa tuna vipimo visaba tu, lakini mwaka jana kuanzia mwezi wa kumi na moja mwaka jana tulifanikiwa kuongeza vipimo vingine zaidi na kufikia idadi ya kuwa na vipimo kumi na sita. Bado tunaendelea kujiboresha na kukua zaidi ili kuweza vwete hapa kukithi na ikibati, kuwa na vipimo vyote tunavyofanya hapa kuweza kukidhi na kuwa katika kutambulika kimataifa ili tuweze kuwahudumia wateja wengi na kuokoa maisha ya watu wengi. Lakini tumepata vile vile mashine kwa ajili ya usingizi na ilikuwa specific kwa ajili ya eneo la, la, la, la upasuaji kwa kinamama kipindi cha nyuma. Nakumbuka wakati mimi nimetoka shule miaka mitano nyuma, tulikuwa wataalamu wachache kidogo wa dawa za usingizi na ganzi. Kwa sasa hivi tumekuwa wengi, kazi zinafanyika na mambo yanaenda vizuri. Dawa ambazo tunatumia kwa sasa na ambazo tulikuwa tunatumia kipindi hicho, um, sasa hivi tuna dawa karibia kila kundi la dawa ambalo linatakiwa kuwepo kwenye dawa za usingizi na ganzi tunazo. Tumeweza kuwahudumia wagonjwa wengi na kupunguza rufaa kwenda hospitali za kanda au Muhimbili, kwa sababu zamani, kwa kukosa aina fulani ya dawa, kuna aina za operesheni tulikuwa hatufanyi. Hii ndiyo Sumbawanga ya sasa, hii ndio Sumbawanga ya leo. Hii ndio sehemu ambayo watu wanarudisha matumaini na kuongeza uwezo wa utafutaji kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa kweli waganga wametuhudumia vizuri, siwezi nikasema kitu chochote, maana hata dawa nimeshapata. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho.